Muda unakwenda mbio sana, na huu ndio muda ambao makachero tupo hapa kwa ajili ya kazi moja tu, kazi ya kulipitisha na kuidhinisha azimio la Ilula, azimio ambalo litaleta mwanga, tija na kutoa tafu kwa jamii ya watoto wetu. Hili ni azimio ambalo linahusu shirika la Ilula Orphans Program, IOP, shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na msaada wa watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi. Shirika hili lipo katika kata ya Ilula katika kitongoji cha Masukanzi kilichopo wilayani Kilolo, mkoani Iringa. Shirika limejikita katika kutoa huduma za kijamii na elimu kwa watoto na familia zao. Historia inaonyesha Ilula Orphans Program ilianzishwa kwa lengo la kutoa msaada kwa watoto yatima ambao walikosa huduma za msingi, hasa elimu, kutokana na vifo vya wazazi, hasa kwa sababu ya athari za UKIMWI, TB na magonjwa mengine. Shirika lilianzishwa na Bibi Berit Tiskare kutoka Marekani na watu wenye mapenzi ya dhati na watoto kutoka nchi mbalimbali mbali, na kimekuwa kikiendesha shughuli zake kwa misaada kutoka kwa wahisani, serikali na wananchi wa maeneo ya karibu. Ilula Orphan Program inatoa huduma muhimu ambazo zinahitajika sana katika kuboresha hali ya maisha ya watoto yatima na wale walioko katika mazingira magumu. Huduma hizo ni pamoja na: moja. Elimu. Shirika linatoa elimu bora kwa watoto ili kuwasaidia kuwa na ufanisi katika maisha yao ya baadaye. Watoto zaidi ya 2600 wameshanufaika na mradi wa ufadhili wa elimu kutoka mwaka 1998 na wakati IOP ikianzishwa watoto wanapewa fursa ya kusoma katika shule za msingi, sekondari hadi vyuo vikuu. IOP inamiliki shule za kisasa za msingi Sunflower Pre and Primal na The Lords Hill Secondary, lengo likiwa ni kuwapa nafasi yatima kuweza kupata elimu bora sawa na watoto wengine wanaoenda shule mbalimbali mbali za kulipia. Mbili, afya. IOP inashirikiana na vituo vya afya vya maeneo ya karibu ili kutoa huduma za matibabu kwa watoto wanaoishi katika kituo cha watoto yatima kilichopo shirikani hapo na kuhakikisha magonjwa sugu yanapatiwa ufumbuzi. Huduma nyingine ni elimu juu ya kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali, huduma ya afya ya uzazi na matibabu kwa watoto na wazee wanaohitaji msaada wa haraka. Tatu, msaada wa kisaikolojia. Watoto wengi waliopoteza wazazi wanahitaji msaada wa kisaikolojia ili kushughulikia maumivu ya kifamilia Kupitia kituo cha watoto yatima, watoto na akina mama waliozaa katika umri mdogo, single young mothers, wanapata huduma za ushauri na saha ili kuimarisha hali yao ya kiakili, kihisia, na pia kupatiwa elimu ya kiuchumi katika kuwalea watoto wao. Nne, msaada wa kifedha na chakula. Kituo kinatoa misaada ya kifedha na chakula kwa wazee kuanzia umri wa miaka sabini na mitano wanaozunguka kitongoji cha Masukanzi ili kuwasaidia katika maisha yao ya uzee familia masikini na watoto yatima. Pia, shirika linatoa pembejeo za kilimo kwenye shule za msingi za sekondari ili kuunga mkono juhudi za kuhakikisha wanafunzi wanapata mlo wakiwa shule na pia shirika lilitoa msaada wa chakula kipindi cha korona kwenye shule za msingi za wilaya ya Kilolo. Tano, ni shughuli za kijamii. IOP inashirikiana na jamii ya Ilula katika kufanya shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na utunzaji wa mazingira, kutoa elimu juu ya madhara ya ukatili kwa watoto na wanawake, kuelimisha jamii juu ya kuwajali wazee, na zaidi kuhakikisha jamii inapata elimu juu ya masuala ya afya, elimu na haki za watoto. Sita ni ukarabati wa miundombinu ya shule za serikali. IOP imefanya ukarabati wa shule ya msingi Ilula na Isoliwaya ambazo zilijengwa miaka ya sitini huko, na pia imejenga shule mpya za serikali, shule ya msingi Visada iliyopo kitongoji cha Ilula Itunda, kutoka kwa wahisani wake wa kimaendeleo. Hii yote ni katika kutilia mkazo katika elimu na kuhakikisha watoto wanakuwa na nafasi ya kupunguza msongamano, ingawa IOP imefanikiwa kutoa msaada mkubwa kwa watoto na familia zao hasa katika elimu, bado inakutana na changamoto mbalimbali zinazohusiana na vibali kwa watu wa kujitolea volunteers, ufinyu wa rasilimali fedha, upungufu wa wahisani hasa kutoka ndani ya Tanzania na ongezeko la idadi ya watoto yatima na familia zinazohitaji msaada. Changamoto hizi zinahitaji msaada wa haraka kutoka kwa serikali, mashirika yasiyo ya, ya kiserikali na watu binafsi ili kuhakikisha kuwa huduma zinapatikana kwa watoto wengi zaidi. Shirika hili lina malengo ya kupanua huduma zake na kuongeza idadi ya watoto wanaohitaji msaada. Wanapanga kuanzisha miradi ya kilimo, ufugaji na biashara ndogo ndogo ili kusaidia familia zinazohitaji msaada na kutoa ajira kwa vijana. Hii itasaidia katika kuboresha hali ya kifedha ya jamii na kuwawezesha watoto kuwa na maisha bora na endelevu. IOP ni mfano mzuri sana wa mashirika yanayotoa msaada wa kijamii, inaleta matumaini kwa watoto yatima na familia zinazokumbwa na changamoto mbalimbali mbali hasa za kielimu. Kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, kamati za nje, serikali na jamii ya Ilula, IOP inaendelea kuwa nguzo muhimu sana katika kuboresha maisha ya watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu mkoani Iringa. IOP ingependa kuona jamii ya Kitanzania inaona umuhimu wa kuunga mkono juhudi za wahisani mbalimbali mbali katika kuikomboa jamii ya Kitanzania hasa katika elimu na afya. Kwa muktadha huu, tuna kila sababu ya kuwapongeza IOP kwa jitihada hizi. Hakika, mnastahili pongezi za dhati na leo tutapitisha azimio la kuwaunga mkono.